Familia moja katika eneo la Serena kaunti ya Kilifi inalilia haki baada ya makazi yao kuvunjwa na kisha wao kufurushwa. Katika taarifa kwa kituo cha polisi, Irene Kanini Daniel ambaye anaishi na ulemavu anadai kuwa ametimuliwa na wahuni waliokodiwa kwa msingi kuwa majirani hawamtaki. Sasa anatoa wito kwa wahisani kumsaidia kwa kuwa vifaa vyake vya biashara vimevunjwa na hata kuporwa. Mwakilishi wadi wa Malindi mjini, Rashid Odhiambo, amejitosa katika mzozo huo na kuwataka watetezi wa walemavu kuingilia kati ili mwathiriwa apate haki. Wameniharas mpaka wamenifikisha hapa, kisa na maana ni kesi ya mtoto hii, eh, kesi ya mtoto huyo. Mtu amechukua huyo kiateka wangu, imebidi wananizungusha mpaka wamenivunjia nyumba, ameniharibia wa vitu zangu zote, eh, sasa mimi sijui nifanye nini, naomba sasa za kisheria ambao ni polisi uhakikishe kesi kama hizi wazi frustrate, ili ziende haraka, kwa sababu kila ziki delay ndio zinaleta maafa makubwa katika nini, katika jamii eh. Inaweza kuwa ni jambo ambalo linaweza kumalizika kwa muda mrefu, lakini kila lina delay, kila lina delay ndio ile inatokea linatokea inatokea linatokea ile inatokea, na sasa haya matukio yakitokea tokea yanazaa matukio mengine, hatimaye inaweza kuleta majanga makubwa kabisa. Mimi nataka niseme kwa ukweli Huyu mzee alianza na jirani yangu ambaye anachoma marundo hapa chini. Alikuja akasema huyo jamaa ameshika mtoto wake, ilibidi yule yule huyo jamaa amefungwa kifungo cha nje kwa kisingizio. Familia yake waliteseka, bibi yake alilia kweli kweli. Nam mtazamaji, baada ya taarifa hiyo kutoka kaunti ya Kilifi, tunapumzika kidogo tu, tutakaporejea tutaingia kwenye mdahalo wetu wa leo.